Mheshimiwa, Skills ni muhimu sana katika maisha. Unapojua kupika, unapojua hizi skills ndogo ndogo, tumuunge mkono tatu, tusimame pamoja naye. Naomba mtupatieni nafasi tufanye kazi ili tukue ja. Kwa hiyo Mstahiki Gavana, haya yote wananchi watukufu ni... asante sana Mheshimiwa Gavana, Mheshimiwa naibu Gavana Svika, mwena mwena haya yote hapo na pia mwenye ana koti, tumpigieni makofi jamani, anasuya stima mashallah, na si cherehani cherehani tu e, kazi. Asante sana, tumpigie makofi mwana dada jamani, 1.7 million tumpigie makofi jamani, tumpigie makofi huyu Manager wetu Kinango, asante. Haya, tumpigie makofi manager Ocha Mwabungo. Kijana katika mradi huu, mpango mzima ni kwamba anafunzwa, akitoka hapo anaenda nyumbani na vifaa, anajiandika kazi. Huyu atashika panga kweli? Atashika panga kweli? Kwa hivyo, msta, asante, hii ndio suluhisho. Wale wanaotaka kusaidia vijana kazi ndiyo hii, na Fatuma Achani gavana wa Kwale ameonyesha ame mfano bora. Na programu ya pili ni kupeana ile grant, yani pesa ambayo inasimamiwa na serikali gatuzi kwa zile VTC zetu. Tunapeana grant ya milioni ishirini kwa zile VTC zetu hii ni kama basari pia kind of, na hii serikali haija kataa hata zile basaris, kunavyo vile ambavyo tunajaribu kusukuma ili wale wanafunzi wetu wa polytechnic waweze kukubalika kupewa basaris. Nataka niseme mmejizolea nafasi ya kupata opportunities pale nje, mbali na hizi ambazo tutawapatia tools of trade, lakini pia opportunity, kuna kampuni nyingi ambazo zinaingia katika kaunti hii zikiingia ndani ya kaunti hii na nje ya kaunti, wakati silako, una karatasi lako la kuwa umehitimu, una opportunity ya mbele kuliko yule mwingine hakika. Gavana, umetuwezesha na tunashukuru, na ninaweza sema umetuwezesha kivipi? Hapo mwanzo watoto walikuwa wanasoma, lakini inakuwa ngumu hata kubuku ule mtihani, yaani anasoma anamaliza lakini hapati ile certification but kupitia your initiative wanafunzi siku hizi wana book paka inafika town, tunasema no, tumefunga booking kwa sababu wamebook wengi kabisa, so asante sana kwa hilo. Um, above all, just thank God for all the gifts and greatness yenye imetoka kwa county ya Kwale. I got uh, my scholarship ya Kwanza High School ambapo uh, nilikuwa Hola Boys School from form 1 to form 4 nilisoma free Then uh, afterwards I was supposed to join campus. I had some ish-ish but b uh, kupitia KEMSFED ambayo inaweza kusajili watu ambao wanatoka kwa familia zilizoko ambazo ziko haba kidogo, na nilikuwa natoka kwa familia hiyo, basi nikashukuru kwamba kupata nafasi hiyo, na mpaka sasa hii nasema asante sana, ninasoma Kenya Kenya National Kenya Coast National Polytechnic. Ninasoma electrical engineering level 6. Mradi huu umenifaidisha sana kwa sababu nilisikia kwa media, nikaenda kwa ofisi ya ward administrator, nikachukua fomu nikajaza, kwa bahati nzuri nikapata ufadhili mpaka saa hii endelea na, na masomo yangu, ambao walikuwa wazazi wangu hawana uwezo wa kunilipia, lakini nashukuru mama amenilipia pia mwaka mzima. Kazi yangu ni kusoma tu, hakuna stress ya fii tena. Nashukuru sana mama.